Hii ninaomba kumleta kwenu na kumtambulisha mhubiri wetu ambaye atahubiri leo. E, yeye ni mtumishi wa Bwana, mtheolojia William Mchome. Njoo hapa dogo, nisikie makofi mengi kwa ajili yake. Mungu akubariki sana mwanangu, karibu sana na hongera sana. Namshukuru Mungu sana kwa kukubali wito huu wa kuhubiri na neema hii ambayo Mungu amekupa, unakuwa mhubiri wa Omega, mhubiri wa Jumapili ya mwisho. Oh, ungempigia Bwana makofi mengi kabisa. Haleluya! Mtheolojia um, Mchome ni msomi wa theology. Yeye ni miongoni mwa vijana ambao kwa kweli wametafuta elimu ya theolojia. Amesoma miaka mitatu pale Mwika, chuo cha theolojia Mwika kwa ngazi ya uinjilisi. Baadaye akaenda chuo cha theolojia kule um, Singida Kiomboi, na akasoma pale diploma ya theology. Kwa hiyo ni mtheolojia kweli kweli, tungempigia Bwana makofi mengi ya shangwe kwa ajili yake. Na ni mwalimu wa neno la Mungu, ni mwinjilisti na ni mhubiri katika mikutano mbalimbali, semina, na anafundisha neno la Mungu. Ni chombo kipya nyumbani mwa Bwana, ningesikia makofi mengi ya shangwe na Mungu akubariki sana, na tunakutakia baraka za Bwana katika utume wako mwema. Mimi ninafurahi ninapoona vijana wadogo wa umri huu wanapopata wito wa kumtumikia Bwana na kutafuta elimu ya theolojia. Hawa ni neema ya Mungu, si wengi sana, ni wachache ambao Mungu anawaita. Lakini mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Tumuombe Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika shamba lake na mmojawapo ni huyu kijana. Ningesikia vigelegele na makofi mengi. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze, uende ukatumike kwa furaha. E, dogo utahubiri mimi niko pale e, ndio. Nisikie vigelegele vya makofi na shangwe. Wakati usasa, sasa ninawaita ndugu zetu